Bwana Yesu nasifiwe, mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama na pia umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni siku mpya, ni asubuhi mpya kwetu, ambapo ninaamini kwamba baraka za Mwenyezi Mungu zitaweza kufuatana nawe. Hakika utaweza na kupokea majibu ya yale yote ambayo umekuwa ukiomba hakika utaweza na kuona uwepo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yako, katika familia yako, katika kazi yako, katika shughuli zote ambazo utakuwa nazo kwa siku ya leo. Karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya Baraka, ili tukaweze na kuanza siku yaani kwanza siku kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Maana kupitia hiki kipindi huwa tunapokea baraka za Mwenyezi Mungu, tunapokea maombi yali ambayo yanafungua hata milango ya baraka, maombi yali ambayo hutubariki, maombi yali ambayo hufanya hata shetani mwenyewe asije kwa siku yote akawa na nafasi katika maisha yetu. Hivyo basi, karibu sana, tuendelee na kubarikiwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pasto Priscilla Muasya kutoka kanisa la ABC Mwang'a, Kangundo pasto ret Machakos sabuendikota. Karibu tubarikiwe pamoja, mpendwa mtazamaji. Namshukuru Bwana asubuhi ya leo kwa ajili ya neema na kibali chake mbacho ametutunikia asubuhi ya leo akatupa uhai na kutuita tena tukaweze kusikia neno lake mbalo tutatoa katika kitabu cha Kutoka sura ya thelathini na tatu mstari wa 15. Tuombe. Baba mtakatifu, kwa jina la Yesu tunasema ni asante asubuhi ya, ya leo, maana Bwana umekuwa pamoja nasi, umetuongoza, umetulinda, tumeona mkono wako Bwana. Na tunasema ni asante sana. Twajiweka mikononi mwako kwa ajili ya neno lako Bwana, ukatuongoze, ukanene nasi. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Kutoka sura ya thelathini na tatu, mstari wa kumi na tano, tunasoma maneno haya. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa leo ambao Mungu wetu ametupatia ni kutembea na Mungu wakati wote. Kutembea na Mungu wakati wote. Tunaona Musa amewachukua wana wa Israeli. Amewatoa katika mkono wa Misri. Amewaongoza katika jangwa na anaendelea pamoja nao katika ile safari. Na ikafika wakati ambapo walipomkosea Mungu. Biblia inasema ya kwamba wakafika mahali Mungu akasema ya kwamba hataweza kuenda na kutembea na wao tena. Lakini tunaona mtumishi wa Bwana Musa maana alikuwa amezoea kutembea na Mungu kila wakati kama vile walivyofika katika Misri siku ya kwanza alivyofanya ile miujiza, tunaona ya kwamba Mungu alikuwa pamoja naye, maana alikuwa amezoea kwenda na Mungu ambaye alikuwa amemwita. Asubuhi ya leo tunaona ya kwamba Musa sasa amefika mahali ambapo ni pagumu sana amejua maisha ya jangwa jinsi yalivyo magumu, amejua maisha ya wana wa Israeli jinsi yalivyo magumu, na hapa Mungu anamwambia namna gani ati hataweza kuenda naye tena. Lakini mtumishi wa Bwana Musa akajua siri, akajua iwapo Mungu hataenda pamoja naye ile vita ambayo atakutana nayo, alijua ya kwamba kamwe hataweza kushinda na hataweza kuendelea. Ndivyo akamwambia Mungu ya kwamba akamwambia Mungu uso wake usipoenda pamoja nao alisema Mungu asiweze kuwachukua kutoka mahali pale walipokuwa. Tunaona ya kwamba asubuhi ya leo unapotembea pamoja na Mungu wakati wote tunaona ya kwamba unapata neema mbele yake, unapata neema mbele yake na unapata kibali mbele ya Bwana. Kwa hivyo, mpendwa, asubuhi ya leo unapopata neema na kibali mbele za Bwana, unaona ya kwamba neema ya Mungu inakutosha na unaweza kutenda mambo makuu na mambo makubwa ambayo ungeweza kuyatenda kwa nguvu zako mwenyewe, kama vile tunavyoona Musa, kwa maana alitembea na Mungu wakati wote. Tunaona wakati alipofika Mahali kwenye shida, mahali kwenye jangwa, Mungu aliweza kumsaidia maana alikuwa pamoja naye na alikuwa ametembea pamoja naye. Mpendwa, asubuhi ya leo. Kuna watu ambao wamezoea kutembea peke yao. Kuna watu ambao wamezoea kutembea kupitia kwa nguvu zao wenyewe, na wanapotembea kwa nguvu zao wenyewe, hawataweza kuenda mbali asubuhi ya leo. Mpendwa mtazamaji, Mungu wetu akaweze kukusaidia ili ukaone haja ya kutembea pamoja naye wakati wote. Unapotembea pamoja na Mungu wakati wote tunaona ya kwamba unapata jibu la maombi yako. Musa alipomwambia Mungu ya kwamba asiende peke yake, asikubali aende peke yake, tunaona ya kwamba mstari unaofuata Mungu aliweza kumjibu akamwambia, ni kweli ataenda pamoja nao, kwa maana ameuliza akatembee pamoja naye. Mungu akakubali kuenda naye, akajibu maombi ya Musa kwamba Musa alitaka atembee pamoja na Mungu. Mungu akasema ataenda na wao pia. Tunaona unapotembea na Mungu tu wakati wote tunaona utauona utukufu wa Mungu. Musa alipoambiwa na Mungu amekubali kutembea naye. Naye Musa akaanza kuomba. Alipoomba mara ya kwanza, Mungu akasema ataenda naye. Na akaomba tena akamwambia, "Hata Mungu, nataka kukuona uso wako." Naye Mungu akamwambia, "La, huwezi kuona uso wangu." Lakini akamwambia, "Nitakuonyesha utukufu wangu." Mungu alikubali kumwonyesha Musa utukufu wake. Maana naye Musa alikubali kuenda pamoja na Mungu na kutembea pamoja naye. Kwa hivyo, asubuhi ya leo, mpendwa mtazamaji, wacha maisha yetu, tukatembee hatua zetu pamoja na Mungu. Usikubali kwenda peke yako, usikubali kutembea peke yako. Maana utakapotembea peke yako, utayaweza mambo magumu ambayo yanaweza kutangulia mbele yako. Wengine wanauliza viongozi wao ili wakaweze kuwaongoza. Wengine wanauliza wapenzi wao wakawaongoze. Wengine wanauliza marafiki wao wakawaongoze. Wengine wanaona ya kwamba hata wanashindwa kusoma neno liwaongoze, wanashindwa kusoma kumwimbia Mungu, wanashindwa. Na unajua kutembea pamoja na Mungu kila wakati kunahusisha kuomba, kunahusisha kuimba, kunahusisha kusifu, kunahusisha kumtambua Mungu katika maisha yako. Kwa hivyo asubuhi ya leo Wacha Mungu akakusaidie, wacha Mungu akatusaidie pamoja, ili kila wakati tukaulize atembee pamoja nasi. Tunaposoma katika Mwanzo sura ya tano 5 mstari wa 24 Biblia inasema ya kwamba siku zote za um, Enoko akaenda pamoja na Musa naye E, Enoko akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Bwana Yesu asifiwe. Enoko alitembea pamoja na Mungu katika maisha yake yote, na Biblia imesema nini? Ati hakuwepo kwa maana Mungu alimtwaa, Mungu alimchukua. Ninataka kukwambia, Mungu akikuchukua mikononi mwake, Mungu akikuchukua mikononi mwake kabisa kabisa, mpendwa, asubuhi ya leo mtazamaji, utakuwa salama, utakuwa salama katika maisha yako. Kwa hivyo asubuhi ya leo, omba Mungu aende pamoja nawe na usikubali kuenda peke yako, usikubali kutembea peke yako, maana ukitembea pamoja na Mungu utaweza kushinda kama vile Musa alivyoshinda katika maisha ya uongozi wake kama vile alivyoshinda katika maisha ya yake kama vile alivyoshinda katika maisha yake ya kiroho. Ya kila wakati Mungu akaweze kutuongoza na akaweze kuwa pamoja nasi tunapoendelea kutembea pamoja naye kila wakati, jinsi Musa mtumishi wa Bwana alivyotenda. Na tuombe Baba, katika jina la Yesu. Mungu wetu ishie milele, tunasema ni asante kwa ajili ya neno lako. Tumeona ya kwamba, Bwana, ipo haja ya kutembea pamoja nawe kila wakati. Tusaidie Mungu wetu tembee pamoja nawe kupitia kwa neno lako, kupitia kwa sifa ambazo tunakupatia, kupitia kwa matoleo yetu ambayo tunakupa kila wakati Mungu wetu, katika kazi zetu, katika nyumba zetu, katika maisha yetu ya kila siku. Baba, tutembee pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo, tumeomba amina. Tembea na Mungu wakati wote. Hakika tumeweza na kuona Musa wakati ambapo aliweza na kumwongelesha tu Mwenyezi Mungu, acha tuseme hivyo, na kumwambia kwamba kama hautaenda pamoja nasi, kama uwepo wako hautakuwa pamoja nasi, hakuna haja ya kuendelea na safari. Ainjalishi tulikuwa tunatembea tukienda katika njia, hadi anjalishi huko kuna nini, lakini kile ambacho tunahitaji ni uwepo wako. Mpenzi mtazamaji, maisha ambayo wewe autembei na uwepo wa Mwenyezi Mungu ni maisha ya ngiza. Tunafaa kukumbali kutembea na uwepo wa Mwenyezi Mungu, kutembea na Mungu mwenyewe, ili tukaweze na kuona mwanga katika maisha yetu, tukaweze na kuona akitutangulia katika kila njia, tukaweze na kuona akitutangulia katika yani shughuli zote. Na asubuhi ya leo ni maombi yangu ya kwamba utaweza na kuomba na utaweza na kuchukua hatua, ukaweza na kutembea na Mwenyezi Mungu, ukamwombe kwamba uwepo wake ukaweza na kutembea pamoja nawe, maana uwepo wake ukitembea pamoja nawe, neema yake itakufunika. Chochote kili ambacho kiko mbele zako, utaweza na kukitekeleza kwa njia ifayo. Chochote kili ambacho kwa siku ya leo utakuwa unakitenda uh, mahali popote pale, utakuwa unatembea, uwepo wa Mwenyezi Mungu ukiwa pamoja nawe, mambo yatakuwa sawa, yote yatakuwa ni ya baraka, wote watakaokutana nawe ni baraka tu, zitakuwa zinafanya kazi. Amini hayo na uombe asubuhi ya leo, Mwenyezi Mungu uwepo wake ukaweze kutembea pamoja nawe. Ninakutakia siku njema. Uwepo wa Mwenyezi Mungu ukatembee pamoja nawe na tupatane hapo saa tatu na nusu usiku ili tukaweza na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.